Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania udugu wao ni wa kale, mapenzi baina yao ni ya muda mrefu, ushirikiano wao ni wa muda mrefu. Yuko mwislamu anayo mahusiano ya damu na mkristo, yuko mkristo anayo mahusiano ya damu na mwislamu, wengine wanatunafanya kazi pamoja, tumepanga nyumba moja madaktari wetu. Wewe ni Mwislamu, daktari wako ni, ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, daktari wako ni Mwislamu na kadhalika. Tuendelee kuimarisha baraza kule Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi za Kiislamu mkoa wa Mwanza, tunawaomba Waislamu kuendelea kuunga udugu wetu na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, bila kubaguana, bila kuchukiana, tuendelee kuwa kitu kimoja, na sote tuweke maslahi mapana ya taifa letu Tanzania, ambalo ndiyo mama yetu. Tanzania hatuna nchi nyingine, hatuna mahala pengine pa kwenda isipokuwa Tanzania. Tunaitaka jamii itambue kwamba bila amani hakuna uchaguzi. Hata utuliofanya Ingekuwa hakuna amani siku ile asubuhi pale mpaka mchana, uchaguzi usingefanyika. Hakuna ibada bila amani, hakuna biashara bila amani, hakuna maendeleo bila amani. Kwa pamoja, tushikamane, tuzungumze, tuelewane na tulinde Tanzania, nchi yetu ya amani.